langu jina atasalia kwa mtoto wa mama John Anthony Wara katika nyuga mbalimbali, tumeshuhudia fainali ambayo imepigwa, fainali ya AFCON. Vile vile katika ligi kuu kule Uingereza tumeshuhudia mechi zikipigwa, timu kubwa zikiweza kuangushwa na vile vile zingine zikiweza kupata ushindi vile vile, hapa nchini Kenya tumeshuhudia mechi ya KPL ambapo Gor Mahia vile vile AFC Leopards walikuwa anacheza na mechi ambayo iliwashangaza wengi, Goro AFC Leopards wakipiga dhidi ya ule mwana APS Bomet kutoka nyuma na kupata bao. Vile vile katika ligi ya hapa nchini Kenya NSL ilikuwa inapigwa na, na tumeshuhudia kule Luanda mwenyewe imekuwa kule Luanda eh, pale Luanda Villa kaweza kuangushwa mawili kwa manne na ule mwana mofa kufa academy. Kwa hivyo tazama ligi hapa nchini Kenya, ni sasa niweze kukujuza kwamba namna ambavyo matokeo yalikuwepo eh, nani alipiga nani, nani alitoka sare na nani. Kumbuka ilikuwa mzunguko wa 17 mzunguko wa 17 ligi ligi hapa nchini Kenya NSL, National Super League. Mofa ama MCF family, kumradi MCF family akiwa nyumbani aliweza kutoka aliweza kushindwa mabao matatu kwa moja dhidi ya Vihiga United. Vihiga United kutoka kule Vihiga ambao vile vile awali kwa jumla kama Mlembe United, alafu Naivasa a uh, akiwa nyumbani aliweza kupumua mawili manne kwa mawili na Migori Youth. Huyu mwana Equity Banka aliweza kuhakikisha kwamba anapata ushindi wa mabao matatu kwa mawili dhidi ya Gucha Stars. Siku ya jana Nairobi City Stars walitoka asari ya kufungana bao moja kwa moja na Kisumu All Stars. Kabati Youth waliweza kuhakikisha kwamba wanapata ushindi dhidi ya Darajani Gogo bao moja kwa sufuri. Fortune Sacco alipata ushindi akiwa nyumbani dhidi ya 3K bao moja sufuri. Alafu Nzoia Sugar akiwa nyumbani aliweza ku E, nyanyaswa na kuweza kukoseshwa adabu na So United kwa mabao mawili kwa sufuri. Luanda Villa nilivyokujuza kwamba aliweza kukungutwa mawili manne kwa mawili akiwa nyumbani dhidi ya Mofa halafu Mombasa United ha, akiwa nyumbani alipata ushindi wa mawili kwa sufuri dhidi ya Kibera Black Stars. Mwatati United alipata ushindi dhidi ya FC Talanta. Tukija namna ambavyo msimamo wa ligi huu ulivyosimama hivi sasa, Migori Youth baada ya kufanya vizuri hapo jana alihakisha kwamba anaongeza eh, alama zaidi na hadi hivi sasa anaongoza alama 23 maana Migori Youth katika ligi ile. Nafasi ya pili ni Mofa ambaye aliweza kumtandika tandika manalonda vila, anashikilia nafasi ya pili kwa alama thelathini na moja. Mombasa United nafasi ya tatu ana alama 28 na, nane. Nafasi ya nne ni Fortune Sako, mimi zote ni kuambia si Fortune MJ ambaye ndo kamera paso na wangu siku ya leo uh. Fortune Sako aliweza kupata alihakikisha kwamba hapo jana Fortune Sako ali hapo jana aliweza kupata ushindi na vile ushindi wake umemweka katika nafasi ya nne kwa alama 28 na, alafu Equity Banka vile vile, baada ya kupata ushindi wa mawili kwa moja aliweza kuhakikisha kwamba anashikilia nafasi ya tano na alama 28 na, nane, na burura mkia umwa na Kisumu All Stars MCF family, Viga United halafu Mwatate United, wote washikilia nafasi za 17, 18, 19 na kumi na saba, kumi na nane, kumi na tisa na 20, wote katika ile hatari ya kushushwa ngazi, namna ambavyo mambo yalivyo. Na Luanda Villa washikilia nafasi ya 13. Najua washikaji wa kwangu wataniambia kwamba Luanda Villa nafasi ya ngapi? Luanda Villa washikilia nafasi ya 13 wakiwa na alama ishirini na moja. Ndivyo namna ambavyo yalivyokuwa katika ligi ile ya NSL kwa maana National Super League. Katika ligi ya KPL, ligi ambayo inapendwa na wengi sana hapa nchini Kenya, ligi ambayo kidogo msisimko wake, ligi ambayo kidogo mashabiki wameanza kuipenda, ligi ambayo kidogo imeanza kuleta ile ushindani, hmm? kidogo FC Leopard inapopigwa tunataka tuone hata, ama FC Leopard inapocheza tunataka tuone tatokaje, Gor Mahia inapocheza tunataka tuone Tusker vile vile, kidogo tutasema kwamba ligi hapa nchini Kenya yani imeanza kurejesha imeanza kurejesha ile utamu na inaanza kulinganishwa hata na ile ligi ya kule Tanzania. Kwa hivyo, Kakamega Homeboyz akiwa nyumbani alipata ushindi mabao mawili kwa sifuri ya Kariobangi Sharks, Murang'a Silsa ali ambaye aliweza kushangaza wengi wakati ule wiki juma lilopita baada ya uyumwa na Gor Mahia kutoka nyuma kumchapa na kupata ushindi. Hapo jana alipata ushindi dhidi ya Bidco United mabao mawili kwa moja. Gor Mahia waliweza kumlambaza mtu magoli matatu Gor Mahia <laughs> huyu. Gor Mahia aliweza kumlambaza mtu magoli matatu. Alafu FC Leopard aliweza kumshinda mwana nani yule? Aliweza kumpiga mwana APS Bomet. Mechi ambayo kidogo tulikuwa tunasema FC Leopard Luere lakini eh, bwana FC Leopard anapiga soka. Ndugu zangu twambizani ukweli. Hii ni wakati wa FC Leopard. Na si hatu ushabiki hapana, ushabiki nimeweka kando. Lakini wale watu wanapiga soka chini ya mkufunzi Fred Ambani, mwenyekiti wa chama Uh, mwenyekiti wa klabu ya FC Leopard Bonface Ambani. Yaani the two brothers kila ambacho wanakifanya ni makubwa zaidi. Kiangalia namna ambavyo ligi ile ilivyosimama kwa sasa. Gor Mahia anaongoza akiwa na alama 33, 33 Tat, three points. Na wameba, umeba, na wamebadana ko na huyu mwana FC Leopard. Hapa nipe nikupe, Huyu anakuja; huyu anateremka. Huyu anakuja; huyu anateremka. Hivi hmm? Ivi sasa wanatoshana alama lakini tofauti wa goli wa magoli mawili peke yake. Hmm? magoli mawili peke yake lakini alama watoshana. Alafu vile vile e, Gor Mahia wana advantage maana wako na game ni anda. Mm, wana mechi moja ambao bado hawajapiga mabingwa na Anashikilia nafasi ya tatu maana home boys akiwa na alama 27 baada ya kupiga mechi 17. Kashinda mechi saba katoka sare mechi sita na kapoteza mechi nne kakamega home boys huyo. Akiwa nyumbani hapo jana aweza kumpiga mtu Kariobangi Sharks magoli mawili kwa sufuri. Nafasi yana anashikilia Shabana patoki mtu kule Gusi. Akiwa nyumbani alimpiga mtu moja sufuri. Mm. Mshindi mzuri sana na ikumbuke, navyozungumzia mwanashabana wako na ile kashfa ama wako na ile tatizo, ameweza kuipa usimamizi na uongozi wa klabu ilani kuambia kwamba eh, msipotekeleza matakwa yetu, ipo ifikiapo siku fulani basi sisi mazoezi hatayakuja ama hatakuja mazoezi kukadi, hatakuja e, hata mazoezi manake, wanalalamikia kutolipwa mishahara ya miezi miwili, na vile vile hata mishahara yenyewe inapoingia, wakati mwingine haingii ile mshahara, aseme fuli kwambia kakangu wa gadi ya satonio fuli e, kwa hivyo e, mshahara hauingii hau wote, utapata kwamba kama mchezaji anapaswa kulipa shilingi elfu hamsini alipwa shilingi elfu ishirini Kwa hivyo wameweza kuipatia ilani ile klabu ile usimamizi hmm? the technical bench na vile vile wale wahusika kwamba ipofika siku fulani fulani si ataingia mazoezini. Ndio hivyo bwana Shabana na tabaki kuuliza kwamba tutaishi hadi lini? tuta, tuta katika hicho kitengo cha ambapo wachezaji wetu hawalipwi, na tumeona na mambo ambayo alipitwa na wakati buka. Mchezaji anapolipwa kwa wakati kila kitu chake kiko sawa kwa wakati, itamsaidia kutojihusisha na mambo na max fi, na, na, na match fixing hmm? Unajua mchezaji mche, mche anapolala njaa, mchezaji anapokosa namna ya usafiri, ufika pale uwanjani, mwisho wa siku ya utapata kama unajishia na masuala ya match fixing. Kwa hivyo tumia kwamba uongozi eh, wa Shabana utakuwa unatendea haki. Alafu vile vile Moranga sisi ashikilia nafasi ya tano akiwa na alama 24. Kenya Police ashikilia nafasi ya sita ambao ndio bingwa watetezi wa tajili. Lakini mwisho wa siku nafasi ya sita alama 24. Taska ashikilia nafasi ya saba na huyu Taska amekumbwa mmm amekumbwa na shida nyingi sana. Maana yake alipomutwa kipindi na Bandari vile vile hapo jana ameweza kupigwa. Yaani hata huyu Taska eleweki. Mwana mvinyo hao.

ligi kuu nchini Kenya KPL. Kikubwa zaidi tumeona FC anapanya, anafanya vizuri, bebe, anafanya vizuri Gor Mahia anafanya vizuri. Natazidi kukuuliza kwamba je, unadhani huu wakati ambapo FC Leopards anabeba ile taji? Na mbona ukaseme hivyo? Maana kitu tumeona mechi ya kushangaza sana. Yaani chini ya dakika saba mabao mawili, hata si dakika saba, chini ya dakika tano, maana ilikuwa zile dakika za nyongeza, zile dakika za battle zilizopatikana kwa wenyewe, dakika zile za Anakuambia kwa kwamba mbegu zimataa kwanza, lakini mambo yanabadilika tu. Hivi sasa natoka na alama tatu muhimu. Tulishuhudia angalau atatoka na sare, lakini mwisho wa siku anapata la kusawazisha anapata vile vile za ushindi. Kwa hivyo mtazamaji na msikilizaji wa Amaica Media, mtatazama kupitia Facebook ya ya kwetu na vile vile pale YouTube. Nadhani wakati wa FC Leopard kuweza kubadilisha historia. Maana kwa mara mwisho FC Leopard wabeba ile taji 1998. Wengine wetu hata tukua tumezaliwa. Antonio huko umezaliwa. <laughs> Hii ni kwani shazaliwa. Kwa <nishazaliwa. laughs> But do you think is is a high time that AFC Leopards wakati wako wa kubeba hili kombe? Ndani mm, ya Amaica viwanjani, mimi nakuuliza asubuhi ya leo. Ni wakati ama nakuuliza siku ya leo, ni wakati wa AFC Leopards kubeba taji la KPL. Manake, Boniface Ambani vile vile Fred Ambani na waliwahi pigia ile klabu ama wale ichezea klabu ya AFC Leopards na wakaambia kwamba ipo siku na hivi sasa wanakuambia kwamba siku imefika hmm? Na siku ni sasa hivi. Do you think ni wakati wetu Leopard kubeba ile taji, na tukisalia katika ligi kuu hapa nchini Kenya, ni kwamba wale wachezaji bora, utaona kwamba wale wachezaji wale wafungaji bora, kumradi utaona kwamba huyu mwana Joy Waidhira amefunga magoli nane, ambaye anaongoza katika ile jumla ile wachezaji bora uh, alafu uh, kumradi si Joy bali ni Paul Odhiambo wa Ulinzi Stars ana amefunga magoli tisa nine goals alafu Joy Waidira anashikilia nafasi ya pili kutoka Murang'a Sisa, mfunga mabao nane. Alafu Felix Oluoch kutoka Gor Mahia ana mabao saba. Ebeneza Adu, Ebeneza siku zote yule bingwa ambaye unamtazama anapofunga bao ile maziara ya kwake anawafanya namna ambavyo anasherekea amefunga magoli e, eh, tano. Alafu Amfi Aroko kutoka Karobangi Sharks ana mabao tano vile vile. Alafu Mana Philip Wasai vile vile ana magoli tano kutoka Administration Police ama aho kikubwa zaidi mtazamaji na msikilizaji, eka kaulia kwenye comment section. Since 1998 is it the right time? Ama huu ndio ule wakati ambapo FC Leopards anabadilisha historia na kulibeba taji kwa mara nyingine baada ya miongo takriban miaka 25 20 2025 2026, KPL League eka kwenye comment section, lafu tukiangalia katika rubaa za kimataifa ni kwamba hapo jana tutazungumzia e, mechi ya AFCON ya kwamba hapo jana Senegali waliweza kulibeba ile taji. Kumbuka bara mwisho Senegali kulibeba ile taji la AFCON ilikuwa mwaka 2020 na moja kama sijakosea, maanake michuano hii ilikuwa ipigwe mwaka 2019 na na ambapo tulikuwa ile covid 19, kwa hivyo ikahakisha kwamba inaahirisha mashindano hayo. Kwa hivyo kipindi kile eh, Senegal alikuwa napiga dhidi ya Egypt finali Eh, Senegal walikuwa wapigwa dhidi ya Egypt katika fainali ile ya Afcon. Na hivi sasa walipiga hapo jana dhidi ya Morocco ambao wamekuwa wandal, eh, wame wandalizi, eh, wamekuwa waandalizi wa wako kombe hili. Wakahakikisha kwamba wanaweza kupata ushindi wa goli moja baada ya muda wao wa nyongeza. Lakini kuna jambo ambalo lilitokea, mimi alikunfurahisha sana. Tumeona jambo hili likizungumziwa sana katika mitandao ya kijamii. Pale ambapo eh, Morocco alizawadiwa penalty, eh, katika dakika zile za chinja ua, zile dakika za vatu, ndio zipatikane kwa wenyewe dakika za mwisho mwisho, na kidogo hawako tofauti au hawakubaliana ule uongozi ama ule usimamizi ama ile benchi ama wale wachezaji wa e, Senegal wakubaliana na ile penalty. Mwisho wa siku kuna kwamba mkocha mm, anachukua no wachezaji wake akasema kwamba tutokeni twende, eh twende, tutaki tuendelee kucheza na mimi. Na kile kilisitishwa kwa muda, mechi ilisitishwa, mechi ilisitishwa Me kwa muda ama isimamishwa kwa muda chance hivyo, wachezaji pamoja mm, na makocha wa wakisema kwamba twende zetu na ni jambo la furaha sana, jambo la kupiga upato pale ambapo ulimwona yule Mane Sadio Mane, captain wa timu ile ya taifa Senegal, alipojitahidi sana, alitumia nguvu zake kumwambia ah, John it's never done until it's done. huh? Hmm? Imagine one man army Sadio Mane, yaani ameshinda. hata wale wasimamizi wanawaambia twende, lakini anasema hapana, let's go back na karudisha wachezaji uwanjani, penalti ikachezwa vile vile. Mungu naye ni nani? <laughs> Mungu naye ni nani? Ndivyo Senegal ikabaki na ikafanya nini? Ikabeba ile taji la Afcon. Vile kwa hiyo vile vile unaweza ukatuambia kwamba je, uliona kwamba Afcon eh, Senegal wangeenda nalo maana walitoka mbali safari ambayo ilianza pale Desemba tarehe ishirini na moja hadi kukamilika hapo jana tarehe kumi tarehe ngapi hapo jana? Tarehe tarehe kumi kumi na nane finali ambapo imepigwa hapo jana. Mm? Dada Senegal walistahili kupata ile taji. Yaka kwenye comment section. Alafu tukizungumzia katika ligi ya kule Uingereza kwa haraka sana, maanake naona e, Mdau ni Bakisogo hapa. Mechi zilipigwa nyingi sana kuanzia siku ya Jumamosi Manchester United. E, atakwambia kwamba the biggest team in the world and pass of Africa. Aliweza kutoka eh, alihakikisha kwamba anampiga yule Manchester City. Kumbuka Manchester United alifunga magoli matano <laughs> lakini e, <laughs> alifunga magoli matano lakini matatu yakakataliwa. Eh, matatu yalikataliwa. Kwa hivyo kama yangekuwa sawa akikuwa ameweza kumpiga ma Manchester City magoli matano. Nakumbuka Manchester United hivi sasa wanahudumu chini tu ya ule kocha ambaye kidogo atajapatiwa kandarasi. Kidogo hatajathibitishwa kwa sasa yeye ndio kochezi. Kidogo mguu mmoja uko ndani mwingine bado uko nje. Lakini walifanya vizuri kwa hakika kwamba wanapata ushindi wa magoli mawili e kwa sufuri ya Manchester City. Chelsea alikuwa nyumbani, alipiga Brentford mawili kwa sufuri. Tottenham Hotspur, masaibu yake aliendelea, aliweza kupunguzwa na, na West Ham magoli mawili. Alafu mwana Sunderland dhidi ya Crystal Palace Sunderland ni ya Crystal Palace sasa. Kumbuka kwamba Sunderland ndio kwa nyumba. Sunderland ndio amekuja vizuri sana. Vi hey, Sunderland ndio na ameanza na kupandishwa ngazi hivi majuzi. Eh, hey, Sunderland ndio anafanya. Nakumbuka hapo majuzi siku ya Friday iliweza kukujuza tumwangalie sana huyu mwana sana nani. Kuweza kumpiga Crystal Palace mawili kwa moja. Leeds United alimpiga manafula moja sufuri. alafu Burnley dhidi ya Liverpool toka sare. Hmm? Toka sare tu hapa. Ashtuki huyu. namna mnakwambia mambo alikuwa katika ligi ya kule Uingereza. Tukituangalia na mambo msimamo ulivyo, Arsenal bado anaongoza kwa alama msidi um, hata baada ya kutoka sare na ule mwana Nottingham Forest. Kumbuka ikiwa Arsenal angepata ushindi, angekuwa anamwachia huyu mwana Man City ama angekuwa anamwachia huyu mwana Man City kwa alama takriban alama saba. Lakini baada ya kutoka sare jana kidogo mambo hayakwenda sawa. Hmm? Alafu mwana Manchester City anashikilia nafasi ya pili baada ya kuungutwa na Manchester United, anashikilia nafasi ya pili ana alama 43. Aston Villa alikungutwa na Everton. Eh, siku zote nakwambia soka ina wenyewe, eh, soka ina wenyewe. Football is something else eh, something else, ukiweka kwa roho utabaki unaumia. Eh, Aston Villa shikilia nafasi ya tatu alama na alama 43, anatosana na Manchester City, lakini like tofauti wa magoli. Alafu, Liverpool shikilia nafasi ya nne

ya kumi na moja Everton Crystal Palace Spurs akiwa nafasi ya kumi na mbili kumi na tatu mtawalia wote wana alama 29 29 29. Alafu Spurs ashikilia nafasi ya kumi na nne alama ishirini na saba. Bournemouth ashikilia nafasi ya kumi na tano alama ishirini na sita. Leeds United nafasi ya kumi na sita alama 25. Alafu mwana Forest baada ya kutoka sare na Arsenal ana nafasi ya kumi na saba ile hatari ya kushushwa ngazi na alama ishirini na mbili. Alafu West Ham, Burnley, Wolves nafasi ya 18, 19 na 20 mtawalia, ligi kuu kule Uingereza. Ndasaidia kukuuliza vile vile unavyotazama katika ligi ya kule Uingereza, ni wakati Arsenal pia na watakuwa wanafanya vizuri kubeba ile taji, maanake wanaongoza, wanashikilia nafasi ya kwanza na alama 50. Ni wakati ambapo Arsenal watafanya vizuri na vilevile nani ambaye atakuwa anatinga katika vile vita vya top 4 vya kupiga kule Champions League kwenye comment section, Melite mtoto mama kijana ya Wanyore, kijana ya Lwanda, John Anthony Orao. Na hii ni Amaica Viwanjani, usibonyezi kidogo.